Assalamu alaikum na karibu katika dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Kwa moyo mkunjufu kabisa nikualike kuna dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikh Hanim Zaina na hii ni Toka Zamani TV. Baada ya hapo nikukumbushe kama wewe ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele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 bidhaa zako mbalimbali ambazo mba unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo katika ukurasa wake mbele, habari habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ahimiza kujiandikisha daftari la kura, mikoa 16 kuanza awamu ya pili leo. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti limeandika mpango agiza mabosi wanyenyasaji wa, wa banu. Ya habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Rais wa Finland ashukuru wa Tanzania, agoswa makumbusho, fursa za tajwa, maeneo sita, urithi wa utamaduni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Habari Leo limeandika viongozi wanachama mia mbili wajitoa wa Chadema Morogoro, wa habari katika ukurasa wa tano Mavunde amwaga machozi akiliacha jimbo la Dodoma, habari katika ukurasa wa saba. Ulega agiza wa kandarasi wa zembe wa bando wa habari katika ukurasa wa tatu. Wafanyakazi walipwa fidia bilioni mia moja habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili. Bandari ya Ngara usafiri biashara za nchi habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili, lakini pia gazeti hili imeandika ATCL yachangia bilioni thelathini na sita pato la taifa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti ya Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Chadema katika mtihani mpya, ni wa kurudi kwenye uchaguzi katika maeneo mengi kujaza mapengo ya wanaoondoka wakiwemo ujumbe wa vikao wa vya juu, wamo pia wenye viti wa wilaya, mikoa na kanda Mnyika atoa maelekezo. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili, gazeti limeandika mmoja mwenyekiti wa kanda moja ambaye ni mjumbe wa kamati kuu aliyejengua, hadi jana watano idadi ya wenye viti wa mikoa ambao wameachia ngazi na kujiondoa Chadema hadi hivi sasa ishirini na tatu ni viongozi wa siasa wakiwemo wa mabaraza waliojengua kuanzia wilaya hadi kanda. Uku katika ukurasa wa mbele ni ya Dokta lugemeleza meeleza Nshala ikisema tutakuja na mpango mahususi wa kujaza nafasi hizo, lakini lazima kufahamu walioondoka si wengi, wamekubali kuondoka na kwenda kutumika. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne habari. Picha inamuonyesha Base Lema, Grace Kiwelo, Henry Kileo, Geas Mgonja, Susan Kiwanga pamoja na Devota Minja. Gazeti hili limeandika polisi waanzisha uchunguzi vitisho kwa Dkt Bagonza. Habari katika ukurasa wa tatu. Wakati polisi mkoa wa Kagera wakianza uchunguzi wa vitisho dhidi ya Askofu Benson Bagonza, wenzao wa mkoa wa Mbea wamemtaka rais wa TLS Bonifasi Mbukusi. Undani wa taarifa kini katika ukurasa wa tatu. Kugawa majimbo ya uchaguzi bado mjadala mzito. Habari katika ukurasa wa tano. Elimu haina mwisho. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Doto Biteko akipewa maelekezo kuhusu mali kale alipotembelea eneo la makumbusho katika ofisi wizara ya mageuzi ya nishati na maendeleo endelevu nchini Moroko. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika bajeti uchukuzi ya komana SGR ATC al, habari katika ukurasa wa pili. Kengele hatari wanaolala saa chache. Habari katika ukurasa wa kumi na nne. Katika dunia ya sasa iliyojaa starehe, matumizi ya vifaa vya mawasiliano usiku ni kama umepoteza jukumu lake la asili. Wakati kiasili ni muda wa kupumzika, hivi sasa ndio muda unaotumika wengi kufanya starehe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na nne na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Kamata nakala yako usome kwa undani zaidi. Tulitazame sasa gazeti ya Majira lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Mbarawa aja na bajeti ya kimkakati 2025/2026. Ni wizara ya uchukuzi inaonyesha dhamira ya dhati ya serikali kuimarisha huduma za uchukuzi, anika mafanikio. Habari katika ukurasa wa nne. WCF yaanika mafanikio miaka minne ya Rais Samia. Habari katika ukurasa wa nne. WMA ihakiki vipimo asilimia 99 ya lengo. Habari katika ukurasa wa kumi na sita. Gazeti limeandika mbunge akosoa matumizi ya vinywaji treni ya SGR habari katika ukurasa wa nne. Lakini pia gazeti hili limeandika bitekwa teta na spika wa bunge la moroko habari katika ukurasa wa pili. MNH yakabiliwa na uhaba mkubwa wa damu habari katika ukurasa wa pili. Mapigano yazuka upya libya habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Lakini pia gazeti majira limeandika wapenda vya wavuvi wanavyonaswa na mtego wa mimba ndoa za utotoni, habari katika ukurasa wa kumi, kumi na moja pamoja na ukurasa wa kumi na mbili Na hivi ndivyo ambavyo limeweka gazeti ya Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga Jamii lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika jinamizi la migogoro la iandama Chadema, vigogo tisa wanachama wengine mia mbili wajivua viongozi. Familia ya mdude wakubaliana jambo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili na ukurasa wa kumi na sita gazeti hili linayonukuu nukuu yanivota minja yakisema kitendo cha viongozi wa juu kutaka wanachama waandamane na kuzuia uchaguzi si halali na hawawezi kufanikiwa, bali wangeungana na kuona namna ya kufanya katika uchaguzi mkuu. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 16. Gazeti hili limeandika LHRC wanawake bodaboda boda waathirika mikopo kwa ushadamu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. WCF ilipafidia bilioni mia moja kwa walioumia kazini. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika mambo manane kupaisha uchukuzi. Habari katika ukurasa wa tatu, ukurasa wa kumi na moja na ukurasa wa kumi na nne. Vipaumbele mbalimbali vimeandikwa kwenye ukurasa wa mbili wa gazeti ya Nipashe ni ukarabati wa meli maziwa makuu, ununuzi mabehewa ya Tazara, ndege nne mpya kununuliwa matengenezo ya reli ya zamani, ujenzi wa SGR, viwanja vya ndege kuboreshwa, uboreshaji wa bandari ya Dar es Salaam. Ndani wa taarifa hii ni katika kurasa hizo. Nukuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya Profesa Makambe Mawa ikisema mafanikio yaliyopatikana kwenye safari za treni ya SGR hadi kufikia Machi mwaka huu, TRC imefikisha abiria milioni 2 na 54828 na kukusanya bilioni sitini nukta mbili tano Nipashe beli imeandika, Ulega akerwa na mkandarasi ujenzi wa barabara ya mwendo kasi, habari katika ukurasa wa tano. Dkt Mpango ataka wahitimu kufanya utafiti utengenezaji wa dawa asilia, habari katika ukurasa wa utatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwongo wa jamii. Kamata nakala yako usome kwa undani zaidi. Tulitazame sasa gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi lenye limeandika ZMBF Finland kushirikiana kuwakomboa wanawake habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili CCM CPC kuendeleza uhusiano wa habari katika ukurasa wa tatu mpango wa pili dhidi ya udhalilishaji waje habari katika ukurasa wa pili rais wa Finland afarijika kutembelea makumbusho ya taifa habari katika ukurasa wa saba na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo lakini pia gazeti hili ikiandika taasisi ya sayansi ya bahari hutumia teknolojia utafiti baharini ya habari katika ukurasa wa tatu. Sekta ya madini yaingiza bilioni mia tisa na mbili undani wa taarifa kini katika ukurasa wa kumi na nane. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Gazeti wa machingani nalo mikanoni mwangu lenyewe limeandika, Profesa Mbarawa aliomba bunge tirioni mbili nukta saba tano kwenda kuboresha kufanya mageuzi makubwa sekta ya uchukuzi nchini kuimarisha SGR na viwanja vya ndege. Asema uwekezaji DP World na Tanzania East African Gateway Terminal Limited waanza kulipa wapaisha mapato kufikia trilioni 8.26 treni ya SGR mwaka huu Da hadi Mwanza watarajiwa kuanza rasmi Julai mwaka 2026. Ataja vipaumbele vingine ni kuendeleza na ukarabati wa meli zilizopo kubeba abiria na mizigo katika maziwa makuu na kuimarisha huduma ya usafiri na usafirishaji nchini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na tatu. Rais Samia ahaidi kufanya kazi changamoto za TPAPSEA. Habari katika ukurasa wa kumi na nne. Lakini pia gazeti hili limeandika Moroko wampongeza Rais Samia kwa usimamizi bora wa sekta ya nishati. Habari katika ukurasa za ndani. WCF yaendelea kufanya uwekezaji maeneo mbalimbali ya habari katika ukurasa wa kumi na nane gazeti hili imeandika CCM CPC kuendeleza uhusiano wa watu wa mataifa yao. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake mbele, kama sanakala yako usome kwa ndani zaidi. Nalo gazeti Mwanahabari lenye limeandika serikali kuzifanyia kazi changamoto za TAPSEA. Rais Samia awasihi wanachama hao kufanya kazi kwa bidii ili kukuza uchumi hali itakayopelekea kuongezeka kwa maisha yao. Dkt. Mpango amewahimiza waendesha ofisi hao kujiweka tayari ili kuendana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Wizara ya Madini ya hamia rasmi Mtumba. Habari katika ukurasa wa tatu. Mbunge Asenga apongeza Wizara ya Uchukuzi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake mbili. CCM yasisitiza umuhimu wa uhusiano Tanzania na China, habari katika ukurasa wa pili. Mradi wa bandari ya DMGP watengenezwa bilioni 248, waziri Mbarawa asema fedha hizo ni kwa ajili ya ufuaji wa mfumo umeme wa katikati gati namba moja hadi saba pamoja na kufanya ukaguzi kitaalamu kwa mradi huu wa habari, niko kwenye ukurasa wa kumi na nne. Na sasa tukielekea habari za michezo na burudani, kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu nalo gazeti la Mwanaspoti lenye limeandika live kutoka Morocco: Fado atoa amri kambini, sababu ya mechi ya marudiano kupigwa zenje. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili mchezo unaofuata ni Simba dhidi ya Balkani. Gazeti hili imeandika Waarabu wataka mwingine Yanga, matajiri wa JS Kabylie. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Kwa nini clean sheet ya kipa na sio beki? Habari katika ukurasa wa kumi na mbili. Sababu za mechi ya marudiano kupigwa zenje, habari katika ukurasa wa pili. Kiingilio Spurs dhidi ya Man United ni mshahara mpya wa Fei. Habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Mwanaspoti likiandika EPL leo Ijumaa ni Chelsea dhidi ya Manchester United, mchezo utapigwa saa mbili na dakika kumi na tano usiku. Kamata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti usome kwa undani zaidi ukurasa wa nyuma wa gazeti. Ya habari leo, gwiji la habari Tanzania, habari za michezo leo limeandika CAF yaivuruga Simba. Matumaini ya klabu ya Simba kucheza mchezo wake fainali kombe la shirikisho dhidi ya, ya RS Berkane uwanja wa Benjamin Mkapa yamegonga mwamba. Undani wa taarifa katika kurasa za ndani za gazeti hili. Azam ameweka Feitoto sokoni, Young Princess yawaza taji la msimu ujao. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari leo, habari leo likiandika Ronaldinho kuwakabili wa kongwe Zanzibar, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi, kama hata nakala yako asome kwa ndani zaidi